Kuziana na paspo. Paspo mimi siwezi kutoa clip yote. Niliwahi toa clip ya yeye ambapo kiboko ya chaji jitokeza. Na muua kasi ya ndo na mimi nikajitokeza pale. Na pale nilijitokeza nikam- nikamwambia nika hawa jamaa waga wanasetiwa hawa. Wanasetiwaga ili watu fana wakiondolewa, ionekane sina nabii alitabiri. Katabiri, lakini hawa ni wahuni hawa. Sasa pia mimi sikuchangia chochote kwa kasi ya na hiyo inapelekea mpaka ndio maana sijamwongelea kasi ya kwamba arudishe pesa, ila nimeona kuna vijana wanamshambulia sana mzee. Hicho ndio kinachonipush, nasema hapa nitaongea kwa sababu huyu anamshambulia mimi, ndo anayenilea. Alafu e push a dhalau hizo mzee wangu mimi, sio kumwongelea kwa sura hiyo, sio kumwongelea kwa sura hiyo. Ndio kitu ambacho nasema huyu nitamjibu, tamjibu sasa si atoe vielelezo, kwani sasa waweze kumshauri. Hebu Barikiwa, wewe <laughs> sema wewe, nitakutokea kwa sura ambayo kila anapoeleza tasema huyu jamaa, huyu huyu, hata kama na kichake kutokea mimi sipendi, si ambaye amesababisha mi nimekuwa hali hizi, hata kama utaona nafanya, nafanya kwa sababu ya uelewa niliyopandikiziwa na imani na moyo ambao nimepandikizwa alafu, wewe we, unakuja ise kasema wewe wewe we, unijui vizuri we takuindia bomba mbaya. Na tena watu watu akija kiconfirm na maisha yangu pia, ninapotoa na maclip mega sema huyu uh -huh. huyu jamaa huyu huyu Daudi, huyu huyu kaokea tabu chafua. Anyway, wacha nishia hapa.